Mtoto ndo hivi upo. Asante. <laughs> Unaishije? Unakusumbua eh? Hapana. Mm. Hapana. Unafanyaje? Yaani, una una, una, una handle vipi situation kama hiyo? Superstar. Tunakuona kwenye mativi kila siku. Maisha yako ya kawaida na kwaje? Unaenda sokoni, unanyua nyanya, vitunguu, unapika mwenyewe au una mwenye slay? Yaani, kwa swala jikoni, nafikiri mahari yangu itapanda hapo. Mhm. Mm eh, yeah. Mari, zingatia Mari. Niko <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> niko vizuri sana eh. Mm. Kuhusiana na kazi za nyumbani anakuwa sio tusa tena wala pendeza, anakuwa ni Munira. Eh, eh, kwa nini umepewa character hiyo ambayo umepewa kwenye hii movie ya kuingilia familia ile, ile ya, unahisi kwa nini wamekuchagua wewe kuwa na karakta hiyo? Mm. Kwanza nafikiri walinichagua, cha kwanza kilichosababisha nipate hii character ilikuwa ni appearance. Okay. Walikuwa wanataka mtu mwenye mwonekano wangu, mm. ili kweli anapoonekana ni dada wa mjini, anajaribu kupita sehemu za watu aonekane, yes, kweli huyu anaendana na na hichi kitu anachoenda kufanya, mm. kwa sababu kama kwenda kuingilia wanaume wa Bimakena ni mtihani kidogo, natakiwa uwe la yes, kisukuma like kama mimi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwa sababu Bimakena naye sio mwepesi, moto wake ni mzito, ni mzito sana. Sijui kama nitaweza, lakini ndio hivyo, tukutane niltama unajisikiaje? Ah, pale kiukweli namvaa Tussa. Pale nakuwa sio mimi tena, namvaa Tussa kwa sababu ndo kitu ninachokipenda na kazi niliyoichagua. Mm. Kwa hiyo hakuna ugumu kabisa. Nafikiri sana sana tu anatamani kila mtu ana shuti natamani. Yaani asifike zamu yaamini shuti, oh, yaani okay. nimalize. Yaani hey, ninapenda ninachokifanya na ninakiamini sana. Mm. Yeah, naamini kupitia. Hongera sana. Miku. Na una unavojiamini, na make sense sababu confidence inaonekana pale tukiangalia Yes. Mm. Mm. My brother Anna, nakipaji pia asema muoga. <laughs> uoga wako uliutoaje, kwamba okay mii naweza kuact na haukua muoga ah, siwezi kusema niliutoaje, labda nilizaliwa sina uoga mm, sema kweli, mimi kwenye kitu ambacho nakiamini na nakipambania, nafikiri kina manufaa kwangu, huwa sina nidhamu ya uoga. Mimi ni napenda kujaribu, napenda kuthubutu mm. Eh, hata nikifeli lazima nitajaribu tena, kwa sababu kama wengine wameweza, kwa nini mimi nishinde? Vitu tunaweza tukajifunza, hamna mm lozaliwa anajua. Kwa hiyo kama kuna kitu naona kinanishinda, nitajifunza nikiweza, then naendelea na safari mm. Karibu sana ndani ya jahazi, asante sana. That's right my brother, ni aje kama kawaida, uko fresh sana mzao. Poa poa sana tu.